Nilipokuwa naanza kusomea udaktari, uh, mwaka elfu mbili na kumi na mbili ilikuwa ni nadra sana kuona mtu mwenye miaka hamsini akiwa na saratani, lakini leo hii tunaona watu ambao wana miaka arobaini thelathini hata miaka chini ya hapo wakiwa wanapata saratani. Binafsi hata kwa majuzi kati nilikuwa na mdada mwenye miaka 32 ambaye nilimfanyia upasuaji na alikuwa na saratani ambayo tayari ilikuwa imeshaenea mpaka kwenye ini. Nini kinachoendelea hapa? Ni watu gani ambao wako kwenye hatari? Je, ni vyakula tunavyotumia au ambavyo hatuli? Ni vipodozi tunavyovitumia au ni maji au ni mazingira tunaoishi? Je, ni plastiki ambazo tunazitumia? Nini hasa kinachoendelea hapa? Leo tutaenda kuzungumzia saratani ya utumbo mkubwa. Tutaangalia saratani ya utumbo mkubwa ni nini, inawapa, inawapata watu makundi gani hasa, tutaenda kuangalia dalili zake, uchunguzi, matibabu, lakini pia tutaenda kuzungumzia namna ambavyo tunaweza tukajikinga au tukatufanya vitu ambavyo vinaweza vikapunguza hatari ya kupata saratani ya utumbo mkubwa. Karibuni, tuanze sasa. Utumbo mkubwa ni sehemu ya mfumo wa chakula uh, sehemu ya mwisho. So mfumo wa chakula unaanzia mdomoni tunapomeza chakula kinaanza kuchakata kwa kumeng'enywa na meno, na baada ya hapo ulimi unausukuma kwenye sehemu ya koo au oropharynx, na baada ya hapo itaingia kwenye esophagus um, na itapita kwenye esophagus alafu ndio itaingia kwenye, kwenye tumbo ambayo itaendelea kuchakatwa zaidi. So itaingia kwenye tumbo, ikitoka kwenye tumbo chakula kitapita kwenye ut, uh, utumbo mdogo. Na chakula kishapita kwenye utumbo mdogo, ambapo kinachakatwa zaidi, pamoja na kufyonza kuingia kwenye, kwenye mfumo wa, wa, wa mwili. Baada ya hapo, mabaki ya chakula yanayobaki ndio yanaingia sasa kwenye utumbo mkubwa. So chakula kinachoingia kwenye utumbo mkubwa, so mara nyingi utumbo mkubwa kazi yake kubwa huwa ni kufyonza yale maji ambayo yanakuwa kwenye, kwenye, kwenye chakula kilichobaki, lakini pia ndio kinaanza kutengeneza choo kadri Um, chakula kinavyozidi kupita. So utumbo mkuu umegawanywa kwenye sehemu kuu kama tatu nne, tuseme. Kuna sehemu ya kwanza ambayo ndio sehemu inayopanda ambayo ndio sehemu ya kulia, alafu kuna sehemu ya kati, alafu kuna sehemu ya kushoto ambayo kuna left colon pamoja na sigmoid colon, alafu kuna sehemu ya rectum tunaita, alafu um, uh, ndio napita sasa kwenye sehemu ya haja sasa sehemu zote hizi za utumbo mkubwa zina maana yake, na tutakuja kuangalia hasa tunapozungumzia masuala ya dalili na masuala ya matibabu. Zinatofautiana saratani inapotokea, na dalili zake pia zinatofautiana. Kwa hiyo basically huo ndio mfumo wa, wa chakula uh, ulivyo na utumbo mkubwa ulivyo na unavyofanya kazi. Kwa hiyo chakula kinapopita kwenye utumbo mkubwa, kuna bakteria pale wanaotusaidia pia kumenyenya chakula. Bakteria hawa wanasaidia pia kuproduce, uh, vitamins pamoja na madini mengine ambayo miili yetu haiwezi ikatengeneza. Kwa hiyo basically ndio, ndio kazi hiyo inayofanya. So saratani ni, ni basically inaanza vinasaba vinapopata shida, na hii inapelekea seli uh, kutengeneza seli ambazo zimeharibika. Nimeshafanya video tayari inahusiana na saratani, nimeelezea kwa kina saratani namna inavyotengenezwa na namna inavyokuwa. Hakikisha unaangalia video hiyo ili kuelewa kwa undani zaidi. So basically vina saba vinapoharibika vya sehemu husika, hivyo vinachangia seli seli, kutengeneza seli ambazo pia zimeharibika, na seli zilizoharibika kadri zinavyoendelea kujitengeneza kwa wingi na kujikusanya, ndipo inapoanza kutengeneza uvimbe ambao ndio uh, saratani yenyewe sasa inapokuja hapo. Kwa hiyo basically kama nilivyosema, saratani uh, hizi seli zikishaharibika kwenye sehemu ya utumbo mkubwa ndipo tunapopata saratani ya utumbo mkubwa na, uh, kuna mifumo ya damu na mifumo uh, ya majimaji, sema kama lymphatic system kwa Kiingereza. So basically hizi huwa zinasaidia kutoa uchafu kutoka kwenye sehemu mbalimbali mbali za mwili na kupeleka kwenye uh, mfumo wa wa wa damu kwa hiyo kwenye upande wa, wa, wa mfumo wa chakula the same thing happens, hizi lymphatic system zinapokea uh, vyakula pamoja na uchafu unaotoka. Kwa hiyo saratani pia itapitia kwenye huu mfumo wa lymphatic system, itaingia na baadaye itapelekwa kwenye, itaingizwa kwenye mfumo wa damu, itapelekwa mpaka kwenye ini, na ndivyo sasa saratani inavyosambaa sasa, kutokea kwenye utumbo mkubwa kwa mfano kwenda kwenye ini mpaka kwenda kwenye, kwenye mapafu inatumia hii system yote ya lymphatic system pamoja na uh, mfumo wa damu pia ili kuweza kusambaa pia. Sasa, sasa tafiti nyingi zimeshafanya na mimi binafsi pia nimeshafanya utafiti ambao nilifanya mwaka 2021 na kuna utafiti huu tuliona kwamba saratani nyingi karibia asilimia sabini zilikuwa zinatokea upande wa kushoto, hasa sehemu ya sigmoid pamoja na rectum, sehemu za mwisho za, za mfumo wa chakula, na sehemu hizi zinaathirika sana kwa sababu basically a unakuta choo tayari kimeshatengenezwa kwa hiyo kinachukua muda sana kuja kupita kwenye hizo sehemu. Um, kwa hiyo mwili, kama kuna kemikali ambazo zina athiri seli hizo zinachukua muda mda. Kwa hiyo uh, ile time frame ambayo inachukua, kwa sababu inachukua muda mrefu, ina maana hizo kemikali au hiyo michubuko inayosababishwa na choo kigumu inapata muda wa kukaa na seli na hivyo kuharibu vinasaba. Hii ni kati ya sababu ambazo kwa nini sehemu ya kushoto sana ina, inapatwa na saratani tofauti na sehemu nyingine. Pia kwa bahati mbaya, saratani inapoanza kujitengeneza ni vigumu sana kupata dalili. Na changamoto nyingine ni kwamba watu wengi sana hasa kwa tabia zetu za Kiafrika, tunapoanza kuona dalili aidha tunaogopa kusema dalili hizo au tunaanza kwanza kwa kutumia tiba mbadala au tunaanza kujitibu wenyewe, uh, bila kuenda um, kwanza na kuhakikisha kwamba tunafanyia uchunguzi wa kina zaidi ili kuweza kuangalia kwa nini tunapata dalili ambazo tunazipata. Lakini kuna dalili nyingi sana ambazo saratani inaweza ika, ikazidhihirisha na kama nilivyosema, kwa bahati mbaya mara nyingi mtu ukishaona umeanza kupata dalili mara nyingi saratani tayari imesha imesha imeshachukua hatua kubwa, na ndio maana uchunguzi wa awali ni mzuri zaidi, kwa sababu ukishaanza kufanya uchunguzi wa awali kabla ujapata dalili, ina maana utaipata saratani ikiwa kwenye um, hatua yake ya mwanzo kabisa, na hivyo unaweza ukapata matibabu ambayo yatakupona yata kwa, kwa asilimia mia. Lakini baadhi ya dalili ambazo mtu unaweza ukapata ni uh, pamoja na ku mabadiliko ya kupata choo so vitu kama constipation ama diarrhea. So either unakuta haupati choo mara kwa mara au pia kuna watu wengine pia wanaharisha sana. Hizi ni dalili mojawapo ambazo saratani inaweza ikawa nazo, lakini pia kuna watu ambao wanatokwa na damu so damu inaweza ikatoka kwa design kama tatu hivi. Unaweza kupata fresh blood, yani damu ambayo ni ni bado ni fresh yaani inakuwa nyekundu kabisa, alafu kuna wengine wanapata damu ambayo ni tuseme kama damu ya mzee ambayo imezeeka. Lakini pia kuna watu wengine hawaoni damu, lakini wanapata mabadiliko ya rangi ya choo chao. Kwa hiyo ukiwa unaona kama choo chako ni cheusi, hii ni hatari na unatakiwa uchukue hatua madhubuti ili kuweza kufanyia uchunguzi ili ionekane ni sababu gani. Kwa hiyo kama nilivyosema, mabadiliko ya kupata choo lakini pia kutokwa na damu kwenye njia haja kubwa ambayo inakuja kwenye hizo aina tofauti tofauti. Lakini pia kuna watu ambao wanapungua uzito. So kama unapungua uzito bila sababu maalum, kuna watu unakuta wapo kwenye diet, wanafanya mazoezi na vitu kama hivyo, kwa hiyo tunategemea wapunguze uzito. Lakini kama unakuta ume maintain maisha yako vizuri, lakini unapunguza uzito, ni vizuri pia ukafanyiwa check up kuangalia ni kwa nini unapunguza uzito. Kuna watu pia sambamba na hilo, wanapoteza damu na upungufu wa damu, kwa hiyo ukiona kwamba wewe una miaka hamsini na kuendelea na una upungufu wa damu ambao hauelezeki, ni vizuri pia ukafanyia uchunguzi mapema, ili ionekane ni sababu gani una upungufu wa damu, kwa sababu sio kwa kawaida kwa wanawake ambao wanaingia kwenye, kwenye kwenye siku kwenye siku zao, hiyo inaweza kaelezeka, lakini hasa kwa wanaume au kwa watu ambao ni wazee, kama una upungufu wa damu, ni vizuri sana ukaonana uka na daktari, ili aweze kukufungua kukufanyia uchunguzi wa wa, wa awali lakini sambamba na hilo kuna watu ambao wanaweza wakaona uvimbe tumboni au uvimbe kwenye sehemu ya haja kubwa. Kuna watu pia wanaweza wakaona kwamba tumbo lao linajaa. So hizi ni baadhi ya dalili ambazo saratani zinaweza zikawa nayo. Kwa hiyo hakikisha kama, nimekumbuka, kama nilivyosema, dalili hizi zikitokea mara nyingi, inaashiria kwamba saratani tayari imeshaenea. Kwa hiyo hakikisha kwamba unafanyia uchunguzi wa awali, lakini pia kama uwezi kufanyia uchunguzi wa awali unapoanza kuona dalili hizi hakikisha kwamba unachukua hatua madhubuti. Sasa mtu akisha anza kuona dalili hizi anatakiwa afanye nini? So kama nilivyosema, hakikisha kwamba unachukua hatua haraka, usichelewe. Kuna utamaduni kama nilivyosema wetu sisi hapo, ukianza kuona vituani uh, kuna mabadiliko ya, ya mwili wako kuna vitu ambavyo huvielewi mara nyingi tunachukua hatua sisi wenyewe ya kujitibu na hiyo mara nyingi inachelewesha matibabu kunakuta kuna mtu labda anaarisha au hapati choo mara kwa mara atenda pharmacy atapewa flagyl metronidazole au atapewa dawa ya kulainisha choo na hiyo itampa unafuu kwa muda na hivyo itachelewa kwa ndio maana unakuta kuna watu ambao wanakuta wana dalili kwa miaka miwili, kwa miaka miwili mtu amekaa kijitibu mpaka dakika ya mwisho, utumbo umekuja kujifunga kabisa, ndio anakuja kwa daktari, kwa hiyo inakuwa ameshachelewa sana. Kwa hiyo um, kuna uchunguzi ambao unaweza kufanyika kwa mtu ambaye ana dalili hizi. Kuna uchunguzi wa awali, so vitu basic kama full blood picture, ambayo basically tunaangazia uh, damu kiujumla lakini pia daktari anaweza kakufanyia x-ray uweza kuangalia nini kinachoendelea. Lakini vipimo ambavyo vinagundua saratani au vinaweza vikaangalia saratani kwa kiundani zaidi ni kipimo hasa, tuseme viwili. Kuna colonoscopy ambayo hichi ndio kizuri zaidi, maana colonoscopy ni kamera ambayo inaingizwa kwenye mfumo wa haja kubwa. Kwa hiyo kamera itaingia kwenye kwenye sehemu haja inapotokea itaangalia mfumo wa, wa, wa, utumbo mkubwa kiujumla zaidi kwa hiyo hiki hapa ni more sensitive maana kama kuna uvimbe au kama kuna chochote kile kitaiona na kitaweza kuchukua pia sampuli ya nyama ambayo itaenda kupimwa na itaweza kutupa majibu ambayo ni ya uhakika zaidi lakini pia kama hii haiwezekani um, inaweza ukafanya pia CT scan ya tumbo ambayo pia inaweza kusaidia kuona ingaje kama nilivyosema colonoscopy inakuwa ni nzuri zaidi e, uh, so colonoscopy yenyewe itahitaji maandalizi, so mpaka uh, usafishe kabisa mfumo wa chakula, uh, utumbo mkubwa kabisa usafishwe, chochote kitoke kabisa, ili uweze kufanyiwa kipimo, ili upate majibu ambayo ni mazuri zaidi. Na kama nilivyosema daktari anaweza akachukua sampuli ya nyama kama ataona shida yoyote ile. Kwa hiyo um, kuna watu ambao wanaogopa, wanafikiri kwamba akichukuliwa sampuli ya nyama kwenye kipimo cha colonoscopy kwamba ni upasuaji mkubwa au inaweza ikapasua tumbo na vitu kama hivyo. So hey, uh, sio upasuaji kuchukulia sampuli ya nyama, sio upasuaji, ni procedure ndogo tu, na uh, ikifanywa kwa umakini uh, riski ya utumbo kutoboka ni, ni mdogo sana. Kwa hiyo kuna, ukiachilia vipimo hivi, kuna vipimo vingine ambavyo vinaweza vikafanyika so kuna kipimo cha haja kubwa, so tunaweza tukaangalia haja kubwa tukaona kama kuna damu kwa ndani, au tukaona kama kuna vinasaba ambavyo vimeharibika kwa ndani. Lakini majibu haya, hata kama ni chanya, ni lazima tufanye kipimo cha colonoscopy ama CT scan, ili kuweza ku, ku kupata uhakika zaidi, kwamba ni kwa nini huyu mtu huyu ana damu kwenye haja yake kubwa, ni mtu kwa nini mtu huyu ana vinasaba ambavyo vimeharibika kwenye choo chake kwa utafanyia vipimo hivi, lakini confirmatory exam, confirmatory test bado itabaki kwa colonoscopy. Uh, mtu ukishagundulika na saratani, jambo linalofuata huwa ni um, again uchunguzi wa, wa, wa ndani zaidi. So um, kwa utumbo mkubwa wote mara nyingi lazima tufanye CT scan ya kifua pamoja na tumbo lote lakini pia kwa watu ambao wana saratani ya sehemu ya mwisho ya utumbo mkubwa ambao ni rectum, inashauriwa pia kufanya MRI ya kwenye pelvis ama kufanya ultrasound, uh, and rectal ultrasound. So ultrasound basically ya sehemu hiyo ambayo itaingizwa kwenye uh, sehemu ya, ya haja kubwa. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya vipimo ambavyo vitatusaidia kujua saratani ipo kwenye hatua gani, na tukiweza kujua saratani ipo kwenye hatua gani Then matibabu yanaweza yakafuata. So matibabu nitatoa matibabu kiujumla, lakini ni vizuri kama una ndugu yako au wewe mwenyewe una uh, tatizo la, uh, la saratani ya, ya utumbo mkubwa ukaongea na daktari wako akakupa personalized treatment, yani matibabu ambayo yamekulenga ya wewe binafsi. Lakini kiujumla uh, tutazungumzia saratani kwenye hatua zote kuanzia hatua sufuri mpaka hatua ya nne. So again kuna video ambayo nime nimefanya uh, kuhusiana na saratani. Nimeelezea hatua zote hizi uh, kiundani. Nimeelezea hatua sufuri ni nini, hatua ya kwanza ni nini, hatua ya pili ni nini. Nimeelezea hatua ya tatu na hatua ya nne pia nimezielezea kiundani zaidi, lakini uh, kwa kiufupi, hatua sufuri hizi ni seli ambazo zimeadhibika, lakini bado hazijatengeneza saratani, kama ani like, uh, hazijawa saratani pasei tunazita tu ni seli ambazo zimeharibika, ama kasinoma insaitu kwa Kiingereza. So kwa hatua sufuri na hatua ya kwanza ambayo ni saratani ambayo imejitengeneza lakini bado ipo kwenye sehemu ya utumbo mkubwa, mara nyingi upasuaji ambao umefanywa vizuri inaweza ikajitosheleza, kulingana na sehemu saratani iliyopo, mtu utafanyia upasuaji sehemu ya utumbo mkubwa ulioathirika utakatwa utende ukapimwa ili tuweze kupata um, histopathologic diagnosis yani, majibu ya mwisho ya uhakika kama saratani ipo kwenye hatua gani, na ikithibitika kwamba bado ipo kwenye hatua ya sufuri ama hatua ya kwanza, basi matibabu yanaweza ya kama kujitosheleza, maana hapo asilimia tisini na tano na zaidi wanakuwa wamepona kabisa. Kwa hiyo kilichobaki baada ya kufanyia upasuaji ni kuendelea na uchunguzi So uchunguzi daktari atakupangia kulingana na saratani ilivyo. Kwa hiyo unaweza uh, ukafanyiwa uh, kwanza baada ya miezi sita, alafu ukarudiwa baada ya mwaka moja, na hii unafanyiwa colonoscopy ili kuweza kuangalia kama saratani imejirudia, na unaweza kufanywa kila baada ya miaka mitatu mpaka miaka mitano baada ya hapo, ili kuweza kugundua saratani mapema. Uh, kama umeshafanywa upasuaji kama ipo kwenye hatua ya kwanza ama hatua ya pili hatua ya sufuri na hatua ya kwanza, samani kwa hatua ya pili um, hapa inategemea kuna watu ambao upasuaji inaweza ikawafaa pekee, lakini kuna watu pia ambao lazima ita, itawabidi watumie um, dawa za kemotherapi au mionzi ili iweze kuwasaidia kupona kiukamilifu zaidi. Kwa hiyo kwa hatua ya pili uh, kumbuka ni upasuaji pekee ama upasuaji pamoja na mionzi au uh, dawa za chemotherapy. Kwa hatua ya tatu, mara nyingi ni lazima tukushauri kwamba ufanyiwe chemotherapy na radiotherapy pamoja na, na, na upasuaji, lakini pia inategemea na iliyopo na sehemu saratani iliyopo. Mara nyingi radiotherapy inatumika kwenye saratani ambazo zipo kwenye uh, sehemu ya mwisho yani rectum. Um, otherwise, mara nyingi huwa ni chemotherapy Saratani ambayo ipo hatua ya nne, kwa bahati mbaya, mara nyingi hapa huwa tunafanya palliative care au palliative surgery. So ni upasuaji au matibabu ambayo basically tunalenga hasa kumsaidia mtu kuboresha maisha yake au kusogeza siku kidogo. Uh, so mara nyingi sio kwamba tunalenga tiba kama hatua zingine zilizopo. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho tunaweza tukakiangalia pia kwa kiundani zaidi. Sasa tuzungumzie kinga na ni makundi gani ambayo yapo kwenye hatari zaidi. Sasa kuna watu kwa bahati mbaya wanakuwa na historia kwenye familia ya kuwa na saratani kwa hiyo kuna watu aidha hey, unakuta kwenye familia yao wana saratani ya utumbo mkubwa, au unakuta wana saratani zingine. So amasomo haya yapo deep kidogo, lakini basically, mimi napendaga kuwashauri watu kwamba una, kama una historia yoyote ile ya saratani ni vizuri ukaijua, kwa sababu kuna watu wengine inakuwa ni vigumu sana kujua mtu alifariki na saratani gani, au alikuwa na saratani gani. Kwa hiyo mara nyingi wanashauri watu As long as una ndugu yako ambaye alikuwa na saratani, ndugu yako wa karibu ambaye alikuwa na saratani yoyote ile, ni vizuri ukaonana na daktari akakupa ushauri wa nini cha kufanya, lakini hasa tunalengaga watu ambao wana historia ya saratani ya utumbo mkubwa. So hawa ni watu ambao wanakoa kwenye hatari ya kupata saratani, lakini pia tafiti zimeonyesha kwamba watu ambao wana matumizi makubwa sana ya nyama nyekundu wapo pia kwenye hatari. Watu ambao wanatumia pombe sana wapo kwenye hatari pia. Kuna watu ambao wanavuta sigara, hii pia imeonyeshwa kwamba inachangia pia kuongezeka hatari ya kupata saratani. Sambamba na hilo, kuna watu ambao wana unene wa kupitiliza au hawafanyi mazoezi ya mara kwa mara. Hizi vyote ni vitu ambavyo vimeonyeshwa kwamba vinaweza kuchangia au kwani kumfanya mtu kuwa kwenye hatari ya kupata saratani. Kwa nini sasa cha kufanya? Kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukavifanya, lakini mara nyingi huwa ni kuboresha mtindo wetu wa maisha. So a hey, kama una uh, vuta sigara, huwa nashauri watu kuacha kuvuta, uh, kuvuta sigara kabisa. Matumizi ya pombe mara nyingi huwa ni kupunguza matumizi ya pombe, kama unaweza kuacha ni vizuri zaidi, lakini jitahidi pia kupunguza jitahidi pia kupunguza kula nyama nyekundu, hasa nyama ambayo imechomwa au imeongezewa sukari kwa, sorry, imeongezewa chumvi kwa kiwango kikubwa. Jitahidi kupunguza kitu hiki hapa. Nafahamu wikendi bila pombe na nyama choma inaweza isiende vizuri sana, lakini jitahidi kupunguza matumizi ya, ya vitu hivi, na ongeza vitu kama mboga za majani, ongeza vitu kama samaki ambazo zina protein nzuri sana au kuku, basically nyama nyeupe, vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia imeonyeshwa pia kuna watu ambao wanatumia um, dawa dawa kama vile aspirin ama diclofenac na vitu kama hivyo, dawa za hivyo za maumivu, hawa tafiti zimeonyesha kwamba wana like, dawa hizi zinasaidia kupunguza uwezekano wa kupata saratani kama umegundulika na matatizo ya magonjwa ya moyo na vitu kama hivyo, kunywa aspirin inakusaidia kwenye moyo wako, lakini pia inasaidia pia kupunguza hatari ya kupata saratani. Sambamba na hilo, jitahidi kupunguza uzito, hakikisha kwamba unafanya mazoezi ya mara kwa mara, lakini pia jitahidi kuboresha lishe yako kwa kuongeza vitu ambavyo vina vitamini D na calcium. So, vitamini D ni rahisi sana, hakikisha tu kwamba unaamka asubuhi na mapema, ile jua angalau upata hata angalau hata lisali moja ukiwa kwenye jua. Pata glasi ya, ya maziwa ina vitamin D na calcium ya kutosha, ambayo pia inaweza ikakusaidia kupunguza hatari ya kupata saratani ya utumbo mkubwa. Pia sasa sambamba na hili uh, kwenye kinga huwa tunashauri watu kufanya uchunguzi wa awali kwa. Kama umefikisha miaka arobaini na tano hakikisha kwamba unafanya kipimo cha colonoscopy au kama una ndugu yako ambaye amepata saratani ya utumbo mkubwa, hasa miaka uh, chini ya miaka hamsini, inashauriwa pia kuwahi kufanya um, uchunguzi wa awali. So uchunguzi wa awali s, so, hey, kama una ndugu yako ambaye amepata saratani so hey, inashauriwa kufanya angalau miaka kumi kabla ya ugunduzi wake. So kwa mfano kama mimi nilikuambia nimepata mgonjwa ambaye alikuwa na miaka thelathini na tatu kwa hiyo nimeshauri ndugu zake wadogo zake wafanye uchunguzi wa awali basically familia yake yote nzima ifanye uchunguzi wa awali ili iweze kuonekana. Lakini tuseme kwa mfano kama um, angekuwa na mtoto au vipi, ningemshauri mtoto wake afanye uchunguzi wa awali kuanzia angalau miaka ishirini na mbili kwa at least miaka kumi kabla ya, ya, ya ugunduzi wa wa ndugu yake so vitu kama hivyo lakini otherwise kwa general population kwa watu wengine wa kawaida huwa tunashauri kuanzia miaka 45 na sasa, huwa inategemea, kuna vipimo vingine ambavyo vinaweza vikafanyika tofauti na, na colonoscopy. Kwa hiyo kama una, unaweza kwa unafanya kipimo cha haja kubwa, so basically unaangalia damu kwenye haja kubwa, au unaangalia DNA iliyoharibika kwenye haja kubwa. So kama unafanya kipimo cha damu kwenye haja kubwa unaweza ukukuna kifanya mara moja kila mwaka, na m kama kipimo ni chanya basi lazima ufanye kipimo cha colonoscopy ili kuweza kuangalia kama uh, kuna shida yoyote ile. Kama unafanya kipimo cha kuangalia kama vinasaba vimeharibika, basi unafanya angalau mara moja kila baada ya miaka mitatu. Kama unafanya kipimo cha colonoscopy pekee, colonoscopy usually tunashauri kila baada ya miaka kumi unless kuna shida imeonekana, basi daktari anaweza kaipunguza. Lakini pia kama unafanya kipimo cha sigmoidoscopy, so sigmoidoscopy basically inaangalia sehemu ya mwisho ya utumbo mkubwa. kama nilivyokuambia, tafiti zilizofanyika pamoja na mimi ambayo nimeifanya saratani nyingi sana zinatokea kwenye sehemu ya mwisho, kwa hiyo kwenye sigmoid na rectum. Kwa hiyo ukifanya sigmoidoscopy inalenga sana sana hiyo sehemu pekee. Kwa hiyo hiyo unaweza kufanya kila baada ya miaka mitano, pamoja na kipimo kingine aidha cha kuangalia damu au cha kuangalia vinasaba ambavyo vimeharibika kwenye kwenye mfumo wa haja kubwa. So, I hope I hope kitu siku ya leo uh. Kumbuka, shirika la afya duniani linaonesha kwamba saratani ya utumbo mkubwa ni saratani ya tatu inayoongoza kwa wanaume, ni saratani ya pili inayoongoza kwa wanawake. Yani kwa wanawake kwa ikitoka saratani ya matiti inaingia saratani ya, ya utumbo mkubwa ambayo inasababisha na vifo vingi sana hasa kwa ukanda wetu wa Afrika ambako matibabu na uchunguzi unachelewa. Kama unataka kujipa hatua kujiongezea maisha, hakikisha kwamba unafanya uchunguzi wa awali, hakikisha kama unazingatia vitu kwenye lishe na kwenye maisha yako ambayo yatakuboreshea afya yako na kukuongezea siku. Saratani ya utumbo mkubwa inaziulika na inatibika. Kuna watu ambao wanapona kwa asilimia mia, wakiweza kugundulika mapema na wakiweza kufata masharti mapema. Kwa hiyo usisahau, afya yako ipo kwenye mkononi mwako mwenyewe. Asanteni kwa kunisikiliza. Hakikisha kwamba una like, una subscribe na una share, ili watu wengine pia waweze kujifunza. Karibuni sana.